Hili ni moja ya dabi ya karibu zaidi kuwahi kutokea duniani. Paris Derby ambayo itawakutanisha Paris FC dhidi ya Paris Saint-Germain PSG Unaambiwa umbali kutoka ulipo uwanja wa Parc des Princes wa PSG na ulipo uwanja Stade Jean Bouin wa Paris FC kuna distance ya mita 44 tu. Baada ya miaka takriban 56 klabu ya Paris FC wiki iliyopita imepanda daraja kucheza ligi kuu ya nchini Ufaransa, France Ligue 1. Paris FC na PSG ziliwahi kuwa timu moja zamani, baadaye zikatengana, lakini baada ya kutengana Paris FC ikaingia katika ukata mkubwa uliopelekea timu hiyo kustragu kwa muda mrefu bila kupanda daraja mpaka klabu hiyo ilipouzwa kwa tajiri Arnat mwaka 2023, moja ya tajiri mkubwa sana pale Ufaransa. Dilisha shia historia ya klabu hizo kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube. Ukiingia YouTube utakutana na historia ya Paris FC na Paris Saint-Germain katika ukurasa wetu wa YouTube. Ukitaka kujua zaidi, ingia YouTube. Huko utaweza kujua ni kwa nini klabu hizo zilitengana na ni nini kiliwaunganisha. Sasa hii itakuwa ni moja ya dabi tu, yani ya kuvutia sana katika msimu ujao wa France Ligue 1. Just imagine tu, yani mechi ya saa kumi ya ugenini unatoka zako hivi ni upe. Hii ni Super 12 ya Dino Television, kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Hii ni moja ya derby ya karibu zaidi kuwahi kutokea duniani, Paris Derby ambayo itawakutanisha Paris FC dhidi ya Paris Saint-Germain PSG. Unaambiwa umbali kutoka ulipo uwanja wa Paris des Princes wa PSG na ulipo uwanja wa Stade Jean Bouin wa Paris FC kuna distance ya mita 44 tu. Baada ya miaka takriban 56, klabu ya Paris FC wiki iliyopita imepanda daraja kucheza ligi kuu nchini Ufaransa, France Ligue 1. Paris FC na PSG ziliwahi kuwa timu moja zamani, baadaye zikatengana. Lakini baada ya kutengana Paris FC ikaingia katika ukata mkubwa uliopelekea timu hiyo kustragu kwa muda mrefu bila kupanda daraja mpaka klabu hiyo ilipouzwa kwa tajiri Arnault mwaka 2023, moja tajiri mkubwa sana pale Ufaransa. Delisha share historia ya klabu hizo kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube. Ukiingia YouTube utakutana na historia ya Paris FC na Paris Saint-Germain katika ukurasa wetu wa YouTube. Ukitaka kujua zaidi ingia YouTube, huko utaweza kujua ni kwa nini klabu hizo zilitengana na ni nini kiliwaunganisha. Sasa hii itakuwa ni moja ya dabu ya kuvutia sana katika msimu ujao wa France Ligue 1. Just imagine tu, yani mechi ya saa kumi ya ugenini unatoka zako home saa 9 na dakika 55, hivi unaingia kwenda kucheza mechi ya ugenini. Noma sana. Dondosha comment yako hapo kwenye comment ni upe mtazamo wako juu ya hili. Hii hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea like kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimi